kuisema hivi na kweli, wala si vinginevyo, wala si burabura, ni kumsema Yesu wa kweli. Tunamthibitisha Yesu wa kweli, wengine wanamfanyafanya Yesu, tunamthibitisha Yesu wa

na kusema kweli na ndalama zinakuja aakala ganenafi Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe kulalusha kuna nabii mmoja kalifata akaniambia eti kwa nini unajiita mwinjilisti kwa nini unajiita mwinjilisti hilo jina halina maketi

Anaweza, anaweza, anaweza, anaweza. Haleluya. Haleluya. Mkutano, haleluya. Haleluya. Ha! Yeah. Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo vipi?

kweli yule nabii akaniambia hivi, hilo jina halina market. halina market, hilo jina, nikikuangalia hadhi yako, shindwa shetani mweusi, na wabuluu na wanjana, shetani mwenye mkia mfupi maana mrefu, kwa jina la Yesu, udanganyi watu kama hawa, usikubali kudanganywa Mwambie mwenzako atudanganyike hapa. Haleluya. Tunaijua hiyo kweli. Akaniambia wewe ni apostle na kuhakikishia ndani ya miaka miwili hautakuwa kama ulivyo. Nikamwambia, kwani nikoje? Afya tele, niko vizuri, nina mke na watoto, kila kitu, mambo sawa, mambo sawa. Nikamwambia hatadanganyi wa chimba, sidanganyiki. Tumefundishwa na baba zetu wa imani. Mozezi kuoa litufundisha pale Arusha, akasema ya kwamba yakozo ni kusema kweli, ni kuikataa dunia.

anasema nimanikie, nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa, uh, kwa maana mbingu za kwanza zimekwisha si kupita. Akasema kwenye hizo mbingu ambazo zimepita zilikuwa si na magonjwa, zilikuwa si na huzuni, zilikuwa si na taabu lakini kwenye mbingu mpya hakuna kulia tena, hakuna maombolezo tena, hakuna machozi tena, hakuna tena hofu. Hakuna hofu. Mume wako anakupiga unalia, Yesu atakufuta machozi. Hata ukipigwa makofi kwa ajili ya Yesu, Yesu atakufuta machozi. la zote zimeshaonyesha ya kwamba Yesu anakoja, na ndio maana tunainena injili kwa nguvu, tukiungana na wachungaji pamoja na waimbaji kuambia watu ni saa ya kugeuka. Yesu anakoja, tunaenda kwenye jiji letu, tunaenda kwenye jiji letu, tunaenda afuta machozi. Ziona leo una machozi gani? Vizuri, Yesu yuko hapa kukufuta machozi yako. Kinachotakiwa ni wewe kumwamini tu, ni wewe kumkubali. Mwambie Yesu, niko tayari. Pengine umeokoka muda mrefu, ulikuwa unasuasua kwenye wokovu, lakini jiona leo, jifunge mkanda tena, sema nasimama upya na Yesu tena, nasimama upya na Yesu tena Usikate tamaa, kitambo kidogo Yesu anakuja, tunaenda kwenye lile jiji la Yerusalemu. Ameenda kutuangalia. Yesu amesema kama nilivyoenda nitakuja tena niwachukue, ili nilipo mimi na nyinyi muwepo. Tutaenda kukaa na Baba yetu, tunakaa naye kuanzia hapa hata kule mbinguni, tunakaa naye, tunakaa naye, tunakaa naye, tunakaa naye. Wacha nikwambie kwenye lile jiji hakuna walezi, hakuna wachawi

nini itakatifu imeandaliwa kwa ajili yangu na yako wewe. Tukiingia kule hakuna kulogwa. Hapa duniani kuna wachawi, wachawi hawataingia mbinguni. Ili wingie mbinguni, acha uchawi, uokoke, kwa kuwa Yesu ni pendo, anawapenda watu wote. Kama ni mganga, acha uganga, uokoke, unaenda kwenye jiji. Kama ni mwongo, acha uongo Unaenda kwenye cheche, unaabudu sanamu. Acha sanamu, uokoke, unaenda kwenye lile cheche. Haleluya! Wangapi wa nami, tunaenda kwenye lile cheche? Simama chini ana amini, anakwenda kwenye lile cheche. Simama chini, simama chini, simama chini, simama chini nimashandaradaira kila moja simama juu, simama juu, simama juu. Kwa upendo mkubwa tusogee mpaka hapa, tuko mbali, tusogee mpaka hapa. Dakika chache tunakwenda kumaliza. alafu nilichopenda watu wa Dodoma ni watii, watu wa Dodoma ni watii, namba moja, watu wa Dodoma ni watii wanamtii sana Mungu na Mungu lazima watokee, na Mungu lazima afanye jambo. Nataka nikuambie Nzuguni hapa, yote ni kwa Yesu leo. Nimeona kwenye ulimwengu wa roho Yesu akipinduapindua Hizunguni, watu wanamgeukia Yesu, wanakuja kwa Yesu. Joo, tujiunge. Jo, sogea mbele kaka yangu mwenye shaki pale, sogea rafiki yangu, sogea mbele, usiogope, sogea, sogea uja hapa mbele, sogea uja hapa mbele, tujiunge kwa pamoja na wataka wa Mungu ambao muda kitambo kidogo, tunaenda kumlaki Yesu. Tunaenda kumlaki Yesu, ameenda kutuandalia. Anasema Yohana ameona jiji mpya likishuka kutoka juu kwa Baba, limepambwa kama biharusi aliyepambwa kwa mumewe, amepambwa kama anavyopambwa ni biharusi. Nami kwenye maono niliona lile jiji kiunge, jioni ya leo na maelfu ambao wanakwenda kwenye lile jiji. Anasema kwenye lile jiji hakuna kulia tena, hakuna maombolezo tena, Yesu atafuta machozi.